Na Mpox sio ugonjwa mgeni. Ugonjwa huu ukienda kuangalia umekuepo tangu mwaka 1958. Kwa hiyo ni ugonjwa wa muda mrefu. Na sisi tunauona sasa hivi ni mgeni kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza nchini kwetu. Lakini umeshakuepo duniani hata kwenye nchi ambazo zimeendelea lakini pia kwenye nchi nyingine za Afrika. Kwa hiyo ni ugonjwa wa muda mrefu. Lakini ugonjwa huu unasababishwa na virusi. Sasa virusi hivi viko pia virusi vya aina nyingine vinavyofanana hivi. Nafikiri mmeshawahi kusikia ugonjwa kama tetekuwanga kwa Kiingereza tunaita chicken pox, lakini mmeshasikia ugonjwa ukiitwa smallpox. Ni ugonjwa ambao kati ya magonjwa yanayosababishwa na virusi vya aina ya familia, familia zinazokaribiana. Sasa ugonjwa huu unafanana na magonjwa mengine. Kwa hiyo sio lazima mtu yeyote atakaye kuja akiwa na vipele sehemu zake mbalimbali mbali za mwili ikawa ni lazima kwamba iwe ni Mpox ugonjwa huu unafanana na chickenpox ambayo nimesema ni tetekuwanga. Ugonjwa huu unafanana na smallpox eh, lakini pia ugonjwa huu unafanana na herpes zoster. Herpes zoster kwa Kiswahili ni mkanda wa jeshi. Sasa dalili pia zinafanana. Kwa mfano, umesikia watu wamekuwa wanaongea, wanasema mtu anakuja, anaumwa kichwa, anasikia misuli inauma, eh, anasikia uh, mwili unauma, anasikia kama koli inauma, eh, mwingine anashindwa kumeza Unaona, lakini mtu mwingine anaweza akajisikia kama amevimba mitoki. Nafikiri mitoki tunaifahamu eh. Mwingine anapata homa kali. Sasa dalili zote hizi ambazo nimezitaja zinafanana na hayo magonjwa mengine. Kwa hiyo wakati pekee ambao tunaweza kusema kwamba mtu anaumwa Mpox ni pale tu ambapo tutachukua kipimo cha maabara, kipimo chake cha damu tukapeleka maabara, maabara ikapima ikaturudishia majibu kwamba ugonjwa huu ni Mpox. Hapo ndio tunaweza kusema kwamba mtu ana ugonjwa wa Mpox. Lakini otherwise kwa dalili hizi ambazo nimezitaja vikiwemo vipele eh, uwezi kusema moja kwa moja kwamba huyu ni Mpox, ni mpaka ufanye vipimo vya maabara. Kwa hiyo wananchi wako sahihi kusema kwamba tumeona watu wengi, ni sahihi, lakini inawezekana ikawa ni Mpox na inawezekana isiwe ni Mpox kwa sababu mpox inafanana na magonjwa mengine ambayo nimeyataja, lakini unaweza tu kusema kwamba ugonjwa huu ni mpox na sio ugonjwa mwingine wote endapo utafanya kipimo cha maabara kikakurudishia majibu. Nataka tu nikurejeshe kidogo, utakumbuka hapo nyuma kwenye sekta ya afya tuna slogan tunaita, sio kila homa ni malaria. Mtakumbuka pia kipindi fulani ilikuwa kila mtu akipata homa malaria, malaria, lakini kabidi tukemee kwa sababu unaposema ugonjwa huu na sio huo, ukampa mtu matibabu ambayo sio, kuna athari. Anaweza asipone au unaweza ukamsababishia madhara mengine. Kwa hiyo nachoweza kusema tu hapa ni kwamba sisi tumeshazisema dalili kama sekta ya afya, tunaomba wananchi ukishaona zile dalili usije ukasema kwamba ni ugonjwa huu, hapana. Wewe wahi kituo cha afya, nenda pale. Ukifika watakuchukua kipimo, wakisha kuchukua kipimo watakipima, alafu majibu yatarudi. Kama ni Mpox, tutakwambia ni Mpox. Kama ni ugonjwa mwingine, tutakwambia ni ugonjwa mwingine.